Mpango elekezi wa miaka kumi, kama nilivyoeleza, ulitekelezwa kupitia mipango ya muda wa kati wa miaka mitano mitatu ambayo tunaita FIDP. FIDP ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2011/12 mpaka 2015/16 ukiwa na dhima ya kufungua fursa fiche za ukuaji wa uchumi, yani unleashing Tanzania's latent growth potential. FIDP ya pili ilikuwa ni mwaka 2016/17 hadi 2020 21 ikiwa na dhima ya kukuza uchumi wa viwanda na maendeleo ya watu, yaani nurturing industrialization for economic transformation and human development. Na FYDP ya tatu tulitekeleza, ambayo ndo tunamaliza nayo, ni 2021 22 hadi 2025 26 iliyokuwa na dhima ya kujenga uchumi shindani na viwanda kwa maendeleo ya watu, yaani realizing competitiveness and industrialization for human development. Mheshimiwa Mwenyekiti, huu ndio mpango ambao tunamaliza nao na utekelezaji wake unaisha rasmi tarehe 30 mwezi wa sita mwaka huu wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita ili kutoa nafasi kwa mpango mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, tathmini iliyofanywa je utekelezaji wa mpango elekezi wa muda mrefu wa miaka 15 ambao nimeueleza, ulionyesha mafanikio mbalimbali. Ni yataji machache tu mawili. Mafanikio haya ni pamoja na kukua kwa pato la taifa kwa wastani wa asilimia sita nukta mbili kwa miaka ishirini mfululizo kati ya mwaka elfu mbili na mbili na mwaka elfu mbili na ishirini na nne ikionyesha kwamba uchumi wetu ulikuwa na ustamilivu wa hali ya juu. Nataka nitaje fanikio la pili, ni kuongezeka kwa wastani wa pato la mtu mmoja moja kutoka dola za Marekani mia nne hamsini na tatu mwaka elfu mbili hadi kufikia dola 1271 mwaka 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepiga hatua kubwa katika miaka hiyo ishirini, pato la taifa la mtu mmoja mmoja kwa nchi yetu dola 453. Leo Dira 2050 inalenga kuendeleza mafanikio yaliyopatikana na kuweka msingi wa kushughulikia changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa dira iliyopita pamoja na kuibua fursa mpya zitakazoisukuma mbele zaidi nchi yetu katika maendeleo ya kiuchumi, kisiasa na kijamii kuelekea mwaka 2050. Mwelekeo wa jumla wa mpango elekezi wa mwaka 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango elekezi umeainisha malengo mahususi na afua kwa kuzingatia shabaha, vipa na vipaumbele vilivyobainishwa katika Dira 2050, kwa kuzingatia kasi kubwa ya ongezeko la watu nchini na athari zake katika upatikanaji wa ardhi, huduma za jamii na miundombinu, na kwa kuzingatia haja ya kuharakisha mageuzi ya kiuchumi na kukuza uwekezaji nchini, mpango elekezi umeweka mkazo maalum katika mambo sita yafuatayo: <coughs> kwanza, upangaji miji endelevu na unaozingatia utunzaji wa mazingira; pili, ushirikiaji mpana katika kupanga mipango ya maendeleo; tatu, kupanua na kuongeza ubora wa huduma za jamii; nne, kuongeza tija katika kilimo, uzalishaji viwandani na utoaji wa huduma kwa kuongeza kasi ya matumizi ya teknolojia ikiwemo matumizi ya dijitali, ubunifu na uongezaji thamani mazao mbalimbali; tano, kuweka mazingira rafiki na yanayotabirika ya kufanya biashara na uwekezaji ili kuvutia mitaji kutoka sekta binafsi ya ndani na nje ya nchi; na sita kufanya mageuzi katika mfumo wa utawala na mabadiliko ya utamaduni na mitizamo. <coughs>